Ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Triple A TV, leo ni siku nyingine tena, na tumewaandalieni kigongo safi kabisa. Ndugu mpenzi mtazamaji, katika channel yetu hii tumewaandalieni vitu vingi sana, ambavyo vitakavyowafurahisha nyinyi kufika katika malengo yenu ambayo mnayoyataka. Leo hii tuna jambo kubwa kabisa ambalo tumewaandalia. Tafadhali, kabla ya kuendelea na jambo hilo, naomba usisahau kusubscribe channel yetu ya Triple A TV. Kitu ambacho nilichoandalia leo nafikiri, na ni watu wengi sana wameniuliza katika comment na watu wengi sana wametaka kujua juu ya jambo hili. Sasa leo nimeamua kukaa kitako na kuwaelezeni juu ya jambo hili, jambo ambalo watu wengi sana wametamani kulijua kwa udi na uvumba. Jambo hili linahusu ili mtu TikTok yako inalipa inatakiwa iwe na vigezo gani? Sasa leo hii nimeamua kukaa kitako ili kuwaelezeni kwamba ili TikTok yako iwe inalipa inatakiwa iwe na vigezo kadhaa na leo hii nitawaonesheni ntawa kwa vitendo vigezo hivyo ambavyo ili uwe unalipwa na TikTok utatakiwa kuwa navyo katika simu yako ya smartphone, uwe navyo katika laptop yako, ama uwe navyo katika sehemu yako yoyote ile, ili uanze kuingizwa hela na TikTok yako. Cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa kuwa nacho, uwe na international TikTok account e, eh, ukiwa na international TikTok account, basi utaanza kulipwa bila shida kabisa na international TikTok account, kuna mambo mengi sana ambayo ili uipate international TikTok account, rudi katika video zangu za nyuma ambazo nilizokuwa nishazi post tayari katika account yangu ya Super ATV. Utaona video yangu ambayo inaelezea jinsi ya kuchange location. Ukienda katika video yangu hiyo ambayo inaelezea jinsi ya kuchange location, utakutana na jinsi ambavyo naelezea pale jinsi unavyoweza kubadilisha location kutoka eneo moja kuonekana kwa eneo jingine hilo uh, jambo linaweza likamfanani likamsababishia mtu kupata faida kubwa sana. Hiyo basi, ili upate mambo hayo na uweze kubadilisha akaunti yako, kwa sababu ni nchi kadhaa tu ambazo mpaka sasa zimefanikiwa kulipa kwa kupitia international tiktok account. Jambo la kulipwa kwa international tiktok account nchini kwetu Tanzania bado halijafika, ila una uwezo wa kuchange location kutoka eneo moja kuonekana kwa eneo jingine na kuanza kulipwa na international tiktok account. Jambo la kuzingatia international tiktok account, kuna tiktok za aina mbili ambazo watu wanapenda sana kuzitumia. Kuna tiktok lite na kuna tiktok kama tiktok. Sasa, ili uwe na international tiktok account, hakikisha jambo la kuzingatia, usiwe na inaliwi tiktok lite, yani usifungue hiyo international TikTok account kupitia tiktok lite. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, huwe na international TikTok account ambayo international TikTok account hiyo kwa mimi hapa inaonekana kama ifuatavyo, hapa ni hii hapa ambayo itakuwa imeandikwa kama TikTok kama TikTok. Eh hey, ili nianze kuonesha sasa hapo kwamba ili mtu uwe unalipwa na TikTok utatakiwa kuwa na vigezo gani? Sasa hapo, cha kufanya cha kwanza kabisa utaingia katika app yako ya TikTok hiyo kama hivyo hapo. Utaiona hapo search hivyo. Eh hey, utaisubiria search app yako hiyo ya TikTok. Itafunguka e, kama hivyo ilivyo, kama hivyo ifuatavyo. Sasa vigezo ambavyo unavyotakiwa kuvifanya ili ujue kama TikTok yako inalipa, utaingia sehemu hii hapa ya search au ya profile, profile yako hapo, utaingia katika profile yako hapo chini e. Ukishaingia katika profile yako hapo chini, itasoma kama hivyo ifuatavyo. Jambo ambalo kubwa wewe, ambalo unatakiwa kulifanya hapo, ni kwenda katika vidoti vitatu hivi hapa juu, utavibonyeza hivyo vidoti vitatu hapo juu hapo Ukisha vibonyeza itakuja kama hivyo, kwamba hapo kuna TikTok studio kuna balance kuna business e, na vitu vingine hivyo. Kwa hiyo wewe unachotakiwa ukifanya kuingia hapa katika TikTok studio, utaingia hapo katika TikTok studio. Ukishaingia katika TikTok studio uta search kama hivyo hapo, utaisubiria ifunguke, baada ya sekunde kadhaa basi itafunguka eh. Kishafunguka kama hivi hapa, utaisubiria itachelewa kidogo, ila ni vizuri sana kwa mtu ambaye mwenye hai internet yani mwenye mtandao wa hali ya juu itakuwa ni rahisi kwake, kama hivi unavyoona inafunguka hivi eh, hey. kama hivi inafunguka kidogo kidogo, basi utaisubilia hapo ifunguke kabisa, ifunguke kabisa ya yeah. Utaisubilia hapo TikTok yako itakuwa imefunguka kama hivi sasa. Sasa ikishafunguka kama hivi hapa ili ujue kama TikTok yako ni kweli ni international TikTok account ama TikTok yako ni ya kulipwa. Sasa hapa kitu cha kudili ni kipengele hiki hapa cha ja monetization program. Hiki hapa kipengele unachokiona hapa cha ja monetization program. Kipengele hiki utadili nacho kwa njia zifuatazo. Nitakuelekeza hapa ili ujue kama TikTok yako inaanza kulipwa, utaona hapa kuna kipengele kimeandikwa creator reward program, ambacho kipengele hiko ni hiki hapa hiki eh, ambacho ni mtazamaji, ukishabonyeza kipengele hiki hapa hiki eh, ukishabonyeza kipengele hiki hapo, itafunguka na ikishafunguka utaletewa sasa pale uh, mambo yao ambayo watakuwa kukwambia ukamilishe kama ina, kulipu, TikTok. Kwa mfano watakwambia kwamba ili uanze kulipwa na TikTok utatakiwa kuwa na followers kadhaa au utatakiwa kuwa na vitu kadhaa kadhaa. Sasa ukifanikiwa kuvifanikisha vitu hivyo ndivyo utaanza kulipwa hey na TikTok yako, na hiko ndio kitu ambacho nilichoandaa kwa leo. Please usisahau kusubscribe channel yangu ya Triple A TV. Asante sana bila kukosa, na kushukuruni sana wote mnanifuatilia.